Ushiriki wao katika nafasi za uongozi na siasa ndio jambo wanalojivunia zaidi kimaisha. Wanawake wote nawaalika waendelee kujitokeza kwa wingi kwenda kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kwa sababu nafasi zipo, za wanaume zipo na za wanawake zipo. Tukishirikiana pamoja, tutajenga taifa letu. Kwa taarifa tu, benki ya NMB imefanikiwa kufikia uwiano wa kijinsia katika ajira huku tukiwa na uwiano wa asilimia 48 ya wanawake na asilimia Wadau wa maendeleo ya jamii na wanawake mkoa wa Mwanza wanasema ipo mikakati mingi inayolenga kumuinua zaidi mwanamke. Kwanza tuwaamini, uh zile mindset za kwamba mwanamke awe, zikitoka tutakuwa mbali sana. Wamama ndio kundi kubwa sana wanaoweza kuchukua mkopo ule na kurudisha bila wasiwasi wowote. Katika hili, taasisi mbalimbali mbali nazo zinaendelea kuinua uwezo wa mtoto wa kike ndani ya jamii. Ndani ya Msichana TV tunajihusisha na, na uwezeshaji wa wasichana ki katika nyanja ya ujasiriamali lakini pia kuweza kuwapa watoto wa kike nafasi ya kuweza kupata sauti zao na kuweza kuhoji mila na desturi kandamizi. Msichana ni Tai kwanza lina lengo la kuwajengea watoto wa kike na kiume uwezo wa kujiamini ili kufikia ndoto zao, lakini kwa watoto wa kike tunawajengea uwezo wa kujiamini. tuna kitabu ambacho kinaitwa Msichana ni Tai sio Kuku. Hicho kitabu kina simulizi mbalimbali za malkia aliyotawala. Kisha mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda akaeleza mikakati ya mkoa katika kumuinua mwanamke, bali nikao wito wote adui wa mwanamke sio mwanamke. Kwa hiyo tumuunge mkono Rais Samia Mchangu, wakati wa uchaguzi utakapofika yani mwezi wa kumi pale taratibu rasmi zitakapotangazwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Kilele cha maadhimisho haya ni Machi nane mwaka huu ambapo kitaifa yanafanyika jijini Arusha. Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza.